Mfalme wangu, Freddy anahitajika kunioa ili nirudishe heshima iliyopotea. Hakikisha una subscribe chaneli hii ili kusapoti kazi zetu na kujipatia ukipendacho. Usiku uliposhuka juu ya kijiji cha Mawanga eh, haukuwa na, hukuwa na nyota, anga lilikuwa jeusi kana kwamba hata mbinguni palichoshwa na kilichokuwa kinaendelea duniani. Malaika wa dhamu alitamani ashuke usiku ule. Ukimya ulitanda kila mahali, lakini haukuwa ukimya wa amani. Ulikuwa ni ukimya wa kusubiri kitu kibaya. Ndani ya gereza la kifalme, mawe ya kale yalitoa baridi iliyopenya hadi kwenye mifupa ya Freddy na Adama minyororo ilitoa sauti ndogo kila ilipogusana na sakafu, kama kumbusho la hatima iliyokuwa inasubiri. Adama na Freddy walikuwa hai i e, lakini hawakuwa huru. Machozi yalikuwa yamekwisha, baada ya kilio cha muda mrefu kilio kilikuwa kimekatika. Kilichobaki i e, kilikuwa ni pumzi za watu waliokuwa wakingoja kifo bila kelele. Odama hakuwa amelala. Alikuwa akiwaza ni jinsi gani ya kumwokoa Freddy, hakujali kuhusu dada yake. Ndipo akapata wazo lililomfanya aelekee gerezani moja kwa moja. Alitembea ndani ya jumba la kifalme polepole, miguu yake ikigusa sakafu kwa tahadhari, macho yake yakitazama chini, lakini mawazo yake yakiwa mbali sana. Kila hatua aliyopiga ilibeba swali moja tu eh Je, ni maamuzi mazuri kuondoa uhai wa mtu aliyempenda? Wivu uliomfanya afichwe siri haukumletea ushindi aliyoutarajia. Ulimletea hofu. Hofu ya kumpoteza Freddy kabisa, lakini hakujali kabisa kuhusu dada yake Adama. Hofu ya damu kumwagika kwa jina lake. Hofu ya kubaki peke yake. Ndipo wazo likamjia e. Wazo hatari lakini lenye sura ya wokovu. Odama alikumbuka njia ya siri ya gereza la kifalme, njia iliyokuwa ikitumiwa zamani na wanawake wa kifalme kuepuka macho ya walinzi wakati walipoelekea gerezani kuwatazama wapendwa wao. Haikuandikwa popote, haikujulikana na yeyote. Aliijua yeye, dada yake na eh, mama yake tu. Usiku huo bila kumwambia mtu yeyote aliitumia njia hiyo ndani ya gereza. Adama alipoona kivuli kikitokea gizani, moyo wake ulitetemeka. Hakukuwa na hasira kwenye macho yake, kulikuwa na uchovu, uchovu wa kusalitiwa na mtu aliyemwamini zaidi, dada yake, Odama. Odama hakusogea karibu, alisimama mbali kidogo, kana kwamba alikuwa mgeni katika maisha ya dada yake mwenyewe. Ndani ya ukimya mzito, Odama akaleta mpango wa kuokoa maisha yao, mpango wa kukatana, mpango wa kusema kuwa mapenzi hayakuwahi kuwepo, mpango wa kuokoa maisha e. Hata kama ungeua mioyo yao. Kwa Adama ilikuwa kama kukatwa vipande vipande. Kukataa mapenzi ya Freddy hadharani kulimaanisha kumkataa yeye mwenyewe, lakini chaguo lilikuwa moja tu, ama ukweli na kifo e, au uongo na uhai. Freddy alielewa hapo kuwa ilimuumiza, na alitambua hila ya Odama. Shujaa aliyemuua simba na dubu, sasa alikuwa anakabiliana na adui hatari zaidi kuliko wote aliyowahi kukutana nao. Kupoteza upendo wake ili kuokoa maisha lilikuwa pambano kubwa ambalo hakuwahi kupambana. Walipokubaliana, machozi yalianguka kimya kimya. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na lawama, kulikuwa na maumivu ya watu waliokuwa wanajua kuwa hawatawahi kuwa walivyokuwa zamani tena. Asubuhi iliyofuata, kabla hata jua halijapanda vizuri, Odama alisimama mbele ya wazazi wake. Hakuwa tena binti anayelia, alikuwa mwanamke aliyekuwa amefanya uamuzi. Aliwasilisha ombi lake kwa heshima, lakini ndani yake kulikuwa na sumu. Alijionyesha kama mlinzi wa sheria, mlinzi wa heshima ya kifalme, mkombozi wa maisha. Mfalme wangu, Freddy anahitajika kunioa ili nirudishe heshima iliyopotea. Lakini nyuma ya maneno hayo kulikuwa na tamaa ya kumiliki, kuwa na Freddy. Mfalme na malkia walishangaa, hawakuwa wamewahi kuona uso huo wa binti yao Odama. Ujasiri wake uliwafanya wasite, lakini shaka ilibaki. E, je, kweli Adama na Freddy hawakuwahi kupendana? Hi. Mfalme Matema hakutoa jibu la haraka. Alikuwa mfalme lakini pia alikuwa baba, alijua uamuzi wowote ungeacha kovu lisilofutika. Akaamua kuchunguza Freddy. Aliitwa mbele ya baraza, hakufungwa tena, lakini alilindwa. Uso wake ulikuwa mtulivu, lakini macho yake yalibeba huzuni nzito isiyoonekana kirahisi. Adama naye aliitwa peke yake, mbali na macho ya watu, mbali na dada yake. Kilichofuata akikuwa mahojiano ya kawaida, kilikuwa ni kipimo cha roho. Na kama walivyokubaliana usiku ule wa baridi, e, walikataa sijawahi kumpenda Adama. Walikataa mapenzi yao, walikataa historia yao, walikataa kila kitu kilichowafanya waishi. Maneno yao yalikuwa mazito eh, lakini yalikuwa ya uongo. Baraza likanyamaza. Mfalme akasimama akihisi uzito wa taji lake kuliko siku zote alizowahi kuishi. Hatimaye i amri ikatolewa. Adama na Freddy wakaachiliwa kutoka kifungo cha kifo, lakini uhuru wao haukuwa bure. Kwa mujibu wa amri ile, Freddy alipaswa kumuua Odama ili kurejesha heshima ya kifalme na kuzima mjadala milele. Hakukuwa na shangwe, hakukuwa na ngoma, kulikuwa na kimya cha kukubali bila hiari. Freddy alikubali kwa sababu hakuwa na chaguo. Kukataa kungemrudisha Adama kwenye kitanzi, kukubali kulimaanisha kuishi, e, lakini kuishi kifungoni. Odama alipata alichotaka, lakini ushindi wake haukuwa na ladha ya furaha. Ndani yake hofu ilianza kukua hofu ya kuwa Freddy angekuwa wake kwa jina tu si kwa moyo. Adama alitazama yote kwa mbali, hakuwa tena mfungwa wa gereza e. Lakini alikuwa mfungwa wa maamuzi. Alikuwa huru kisheria, lakini moyo wake ulikuwa umefungwa zaidi ya minyororo ya jana. Usiku mmoja kabla ya maandalizi ya ndoa kuanza e. Adama alikuwa akilia peke yake kwa uchungu. Mara kichimba kazi mdogo akamtokea na kumwambia, hupaswi kulia, wewe ndiye unayestahili. Wakati huo huo, Odama alianza kugundua kuwa ushindi wake huenda ulikuwa mwanzo wa maangamizi yake mwenyewe. Je, -e. ndoa hiyo itafanyika? Je, -e. Adama atanyamaza milele au damu itamwagika kwa jina la mapenzi. Je, hatima ya Adama ni ipi? Usisahau kusubscribe, kulaiki na kushare. Asante na karibu tena.